Bwana, ni saa tano na nusu. mm, na katoto kangu aka aka katoto ni katundu sana lakini pia kana sumbua sana kulala. Unaona, ukimwaga ukimwaga mwaga vitu ukimwaga ukimwaga ukimwaga ayakota. Hey, hey. Hey, hey. Jamani katoto kangu ni katundu sana mama, lala, kini kini hakala hakala sana. E, akaa tunacheki game yetu eh, ya Morocco hapo pamoja na Zambia eh, tunaona Zambia shakula chuma tatu za uhakika eh, ya jamaa Morocco wako vizuri na bado wanatamani magoli kama hivyo wako wanafanya sabu ay, jamani atayari sana cheki vaibu hilo la mashabiki wao, tayari wameshamlisha mtu chuma tatu <totokaro> bilammekaona jamani, kameinua lile trei, na sasa kapo kanarudisha vitu kalivyomwaga. Hena ya katoto kanasababisha mimi nilale muda, umeenda umeenda, yani he, he. Kanasumbua sana, kanasumbua sana katoto kangu, lakini nakapenda, ka Rockboy wangu. Rockboy, Rockboy, njoo! Aya, weka vyote hivyo, weka vyote hivyo, weka Ha, Mwamba akafunga goli kali sana e, Mwamba anatoka nje. Jamaa leo wanataka wafunge magoli kijiji. Yana anaongoza chuma tatu lakini bado wanafanya saba se. Mungu ibariki Tanzania, siku moja nasi tupate wachezaji wakali kama hawa wenye uchu na magoli. Zambia, wanapelekewa moto kinyama. Ese, vipi umeshindwa kuweka? <laughs> kanangu kameshindwa kuweka sasa. <laughs> panga, so hivyo Ah, ah, ngoja mkwe, ngoja nikuonyeshe. Hivi unafanya hivi hivi, unachomeka hivi. Haya, leta mengine, yako wapi? Leta hivi. Haya, ha. fanya hivi hivi, mbona sio siku nyingine, unapanga hivi Mwanangu, mwona something like that ma. My son. Aya. You can continue with your activities. Aya, panga vile vile. Mwona tena umeharibu. Aya, aya wake up. Aya, twende twende ukalale. Yani, mwanangu akimwagaga vitu anatamani yapakie vyote. Haya, nenda, nenda ndani. Nenda nenda chumbani ukalali. Nenda kuoka mfunguze mama yako. <laughs> Ashraf Hakimi mwamba huyo hapa, alikuwa nauma, alikuwa na majeraha lakini sasa hivi yuko fresh. Naona anapiga hapo na faulo so, mwamba kapa ishe.